Nilikuwa na wazo moja, mfalme wangu mtukufu sana ukala. Mimi naona kabisa hapa kuna mchezo umefanyika. Huyu awezi akawa amekuja hivi hivi, yawezekana kuna nguvu nyingine ya ziada anatumia. Haiwezekani. Mkuu, bila kupoteza wakati, mimi nikuwa nashauri twende kwa yule mchawi wa kijiji anayepatikana kijiji cha pili. Yule mchawi wa kijiji anaweza anaweza anaweza akatusaidia kuweza kutatua tatizo, na yeye anaweza kafuasi. Anaweza akaona ni tatizo gani ambalo linatafuna sasa hivi falme hii ya mfalme Okara? Maanake umekuwa na nguvu zaidi ya miaka kumi. Haiwezekani watu wadogo kama wa mnyange aje kushusha kwenye ufalme wako, lazima twende kwa mganga bibi mchawi yule mwanamboka au ni mganga mwingine anayemfahamu mimi hapa kijini? Ehe, huyo huyo. Yaani yule sio mchawi tu; yule anaweza kutabiri mpaka mambo yanaweza kutokea miaka 10 mbele kwenye falme yako, kwa hiyo usimdharau hivyo. Twende tukamsikilize, na yeye atakuwa na ushauri wake Manake kupigwa na jeshi na mwamnyange ujue kwako kwa, inakuwa kama zarau hivi japokuwa ah, nilikuwa sitaki kuamini waganga na wachawi ah, basi sawa, naomba nipeke kwa huyo bibi, yamkini anaweza kunisaidia matatizo yangu. Lakini ah, mfalume wangu Okara, m -m, nikiangalia na hali yako uliokuwa nayo kwa kweli utaweza kutembea? manake kutoka huku kwenye hii milima ya Mbabadu kuelekea kwa yule bibi kuna kamwendo kidogo, inabidi tushuke mabonde, tupite kwenye hii milima mpaka tufike kwenye yale mapango. Yule bibi anaishi maeneo ambayo kidogo kuna mapango mapango. Utaweza kutembea au nikubebe, mfalme wangu? Ah, kutokana na mshtuko wa moyo ambao nimeupata, siwezi nikatembea hatua nyingi sana, kwa kweli sitaweza. Naomba unibebe mpaka kwenye hilo eneo ambako anapatikana huyo bibi Manake hii milima ambayo bado ni mirefu sana, nikikumbuka tulivyotoka kule mpaka tumefika huku, nimejikongoja sana. Maumivu niliyopata ni makubwa mno, mshtuko wa, wa moyo. Naomba unikokote uni, uni tu hivyo hivyo, unibebe tuweze kufika kwa huyo bibi. Your wish is my command. Mimi niko tayari kufanya ni chochote, hata kama itanigharimu mimi niweze kufa kwa ajili yako, mfalme wangu. Mimi nipo kwa ajili yako na nipo tayari kuweza kupambana kukulinda kwenye kila hali, kwa hiyo mimi niko tayari. Usijali, nitakubeba kutoka kwenye hii milima ambayo bado, twende mpaka kwa yule bibi anapopatikana. Acha tu, wala usihangaike sana, kijana wangu. Mimi nitaketi hapa tu nikimsubiria huyo mganga. Mbona sasa tupo kwenye mapango haya ya kutisha? Lakini ukiangalia mtu mwenyewe hayupo, au anakwenda sehemu gani? Ah, kwa kweli, yani haya mazingira yanatisha ya sana. Ukiangalia um, kuna mavi ya popo mm, mifupa mifupa, yani mafuvu ya <jutu> ajabu <laughs> <ya> <laughs> ajabu mm, kwa kweli <laughs> mwana mwana Mboka naye anakaa maeneo ambayo ni hatari sana, maeneo yanatisha kweli, yani labda atakuwa amekwenda kwenye shughuli zake za uganga, utajuaje, kutafuta miti shamba na mizizi lakini natumai anaweza kawa araundi tu, atarudi mda wowote tu. Bosi wangu, wala usijali. Naam, karibuni sana kwenye ardhi tukufu ya Mpambade. Mimi kwa majina naitwa Mwanamboka, ni mganga na mchawi kwenye kijiji hiki kwa zaidi ya miongo kumi sasa nimekuwa nikiwasaidia watu wengi kuwapatia tiba kupitia miti shamba na dawa ambazo nazipata kwenye mizizi inayopatikana kwenye ardhi tukufu ya huu msitu wa Mbabade. Natumai imefika sehemu salama, na ondweni shaka na hofu yote, ambao mponi wenu, msiniogope, mnione mimi mtu wa kawaida tu, na niko tayari kuwasaidia. Semeni, tawile! Tawile, Mwanamboka, tawile, mm. Kama jambo lolote, wacha niweze kualika mizimu hii ya Mbabadu iweze kuja katika eneo hili, na mizimu ya Mbabadu kuja kwa staili hmm, ya ngoma ikachewa. Ngoma ikachewa ni ngoma ambayo inaupendwa sana na mizimu. Ukicheza ngoma ikachewa, mizimu inaweza kuja. Kwa hiyo naomba muwe watulivu wakati nawaita mizimu waweze kufika eneo hili. Hasa ngoma ikachewa. Ndio ngoma gani tena hii? Mbona maajabu haya, huyu mganga naye. <laughs> We kibwana, mbona umeanza kunogewa na ngoma tena? Aujui majukumu yakwe? We mwache mganga afanye mambo yake, we unaanza kulukaluka ngoma ya nini tena. Hemu usinaibishe bwana. Sawa mfalme sa, wangu Okara sema ngoma ilikuwa ni kali kweli yani. Hii nikirudi kwenye kasi lako lazima nikaicheze kidogo mm -mm. Tuendelee mganga, tuendelee. Naam, no, mizimu yote mbambadu imeweza kufika maeneo haya, kwa hiyo kitubaki sasa, naelekea eneo la Kilinge, kwa hiyo naomba mje karibu nami muweze ku, kunielezea matatizo yenu niweze kuwatatulia na pia nitawapa utabiri wa kitu ambacho kinaweza kutokea au kitu ambacho kinakuwa ni kibaya zaidi kwenye falme yako. Sawa kabisa mganga. Wewe elekea eneo la Kilinge, sitakuwa nyuma kuweza kusikiza kile utakachotuambia. Hii ni niweze kufanya jeshi langu na tawala yangu na miliki yangu yote ya Mfalme Okala iweze kuwa ni tawala ambayo ni ya kibabe, tawala ambayo ina nguvu na ambayo haiwezi kutikisika kabisa na mtu yoyote. Mimi kuweza kuvamiwa na hiki jeshi kidogo cha Waajemi na huyo kiongozi wao Mwamnyange, kwa kweli inashusha thamani kabisa ya ufalme wangu huu wa mfalme Okara. Kwa kweli yaani, nimehuzunika sana, ametufanyia maafa, ametufanyia unyama sana yaani. Mganga wangu wewe, elekea kwenye Kilinge, mimi na mengi sana kukueleza. Okay, sawa. Naomba wote msogee kwenye Kilinge kwa ajili ya kusikiliza tabiri yangu. Ah, kupitia kitabu hiki cha kitawi kimeweza kunionyesha kwamba ufalme wako Ufalme wa Ukala umeweza kuvamiwa na jeshi la Wajemi linaloongozwa na Mamnyange, na hii haijatokea kibahati. Maanake inaonyesha umekuwa ukitawala falme hii kwa muda mrefu sana, na umekuwa ni mfalme ambao wenye nguvu, lakini kuna jambo ambalo unaweza ukalifanya kurudisha ufalme wako uweze kukaa sawa. Ndio kabisa, yani yote yosemao mganga ni ya kweli kweli. Imeweza kuvamiwa na jeshi la Wajemi ambao linaongozwa na Mamnyange. Amekuwa ni mtu ambaye ni mnyonge wangu, nimekuwa nikimdunda muda mrefu. Kwa hiyo naomba unipatie dawa ambayo itanipa nguvu nisiweze kuteteleka tena kwenye ngome yangu. Oh, okay, sawa. Kuna kitu kimoja ambacho uko ukifahamu katika historia ya tawala ya mfalme Ukala. Je, unajua kitu gani ambacho kiwahi kutokea miaka ishirini nyuma? Ha, kwa kweli siwezi nikafahamu kilichotokea manake miaka 20 nyuma, mimi nilikuwa bado mtoto mdogo sana na enzi hizo ufalme wa Ukala. Aa, baba yangu mimi Alfred Okala, ndo alikuwa mtawala wa eneo hilo lote. E, falme yote ya Ukala ndo alikuwa anaitawala. Kwa hiyo mimi nilikuwa bado kijana mdogo nisingeweza kufahamu kilichotokea kile ambacho kimetokea. Labda mgangamu unaweza kuniambia ni kitu gani ambacho kilitokea miaka 20 iliyopita? Ah, okay, labda ngoja nikuelezee ilivyokuwa katika tawala za miaka ishirini nyuma iliyopita. Kipindi hicho ufalme wa Okara ulikuwa ukiongozwa na Mfalme Alfred Okara ambaye ndio baba yako. Uh, kipindi hicho mfalme wako aliweza kuwa ni mfalme mwenye nguvu na alikuwa anaweza kutawala eneo kubwa sana, lakini kosa moja alilofanya, aliweza kutembea au aliweza kulala na binti ambaye alikuwa na tatizo, alikuwa na tatizo la kiafya, tatizo la ulemavu wa ngozi, au tunaita kama albinism, ni albino. Kwa hiyo kutembea na yule binti ambaye alikuwa na tatizo la albinism ilileta laana na mikosi katika falme ya Ukala, na ndo hiki ambacho kinatokea mpaka wewe unakuja kupigwa na hii falme nyingine ya jeshi dogo kabisa. Ah, afla leki, kumbe babangu naye alikuwa ni, ni, ni nyabumbu. Hey, kwa hiyo sasa hapo tunafanyaje sasa? Manake kama baba yangu aliyatenda makosa ni yeye, miaka 20 iliyopita mimi ni kwa bado kijana mdogo. Naomba unisaidie kwa kweli. Sitaki ufalme wangu uweze kunyanyaswa na kijana mdogo kama yule mwamnyange kwa kweli. Ah, naomba unisaidie mganga. Niambie kitu gani nifanye ili mradi, uh, kasiri yangu mimi sije kafanyiwa mambo ambayo yametokea mauzauza yale. Aha, okay, sawa. Tutafanya kitu kimoja. Mimi nitafanya kiapo cha damu na wewe, nitasoma maneno ya kichawi kwenye hiki kitabu afu pia nitakunywa uh, wine ambayo ipo kwenye hii glass na wewe unapaswa uje ufanye hivyo hivyo. Utakuja kunywa hii waini ya kwenye glass, na kunywa waini hii manake utakuwa umeungana nami. Lakini kitu ambacho anatakiwa kukifanya katika falme wako, ili isije katokea ukatetereshwa tena katika falme yako hiyo ya Ukala, hatakiwi kuzaliwa mtoto wa aina yoyote ile ambaye ana tatizo la albinism au ambaye ni albino. Ah, kwa hiyo ah, Kenye falme yangu hatakiwi kuzaliwa mtoto ambaye ni albino, ikanletea mikosi eh? Sawa, mimi niko tayari kula kiapo cha damu na wewe na nitahakikisha watoto wote atakaozaliwa, nikigundua kuna mtoto ambaye ana tatizo la ngozi au tatizo la albinism au albino, nitamchekelea mbali kabisa, sija kanletea mkosi na laana. Niko tayari kunywa hicho kiapo cha damu na wewe.